Uamuzi wa Jeshi la Polisi kuwa na siku maalum kwa ajili ya kushirikiana na familia zetu ni jambo zuri sana ambalo tunapaswa kuliunga mkono na kulienzi siku zote. Kusanyiko la namna hii si tu linasaidia kuweka wanasema wa kubalansi maisha ya kazi na maisha ya kijamii, ni kuimarisha mahusiano na tija kwa sisi watumishi. Jeshi letu la polisi, mko imara, mmetuhakikishia wananchi kuendelea kuwa na amani, kuwa na utulivu, na yote yanafanyika katika hali ya amani. Asanteni sana, na ninaomba niwapongeze sana jeshi la polisi, tuendelee hivyo. Hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wetu iko shwari sana, ukilinganisha na yale matukio ambayo yanafanyika, shughuli zinazofanyika hapa uchumi ulioko hapa unategemea, uhalifu ungekuwa mkubwa. Bila familia, bila mke au mume kuwa na amani na watoto, hata kazi zetu zitatushinda. Na ndiyo msingi na maana ya hii sherehe, kwamba sisi na sisi tuna familia, sio magwanda tu, tunazo familia nyumbani. Napenda kushukuru tena uongozi mzima wa jeshi la polisi mkoa wa Arusha kwa kuandaa hafla nzuri kama hii, na kutukutanisha sisi na familia zetu. Na kingine ambacho nilichokipenda zaidi katika hafla hii ni mazoezi, michezo ya watoto, na pia kutanisha na majirani zetu. Tumefurahi, tumependa siku ya leo sana. Tamasha hili likiendelea, itakuwa ni zuri kwa sababu itatusaidia kuwakuzia watoto wetu vipaji, na pia tukikutana mahali hapa, tutaweza kubadilishana mawazo, tutasaidiana hata katika mawazo mengine ya kukuza labda biashara zetu, ili tuendelee na tutashauriana.